Bwana yes, mambo vipi? Na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mfululizo wa mahojiano ambayo tunafanya kila kukicha. Kuna kwa YouTube channel yetu na tunafanya mahojiano na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani uwasikilize, ama ungetamani ufahamu mengi juu ya mazuri ambayo wamekuwa wakiyafanya kila kukicha, ungetamani ufahamu kuhusiana na maisha yao, safari yao, sanaa na kila kitu ambacho anakuwa anakifanya kila siku. Leo tumekitananga kunako kambi ya Pasadi brand. Moja kati ya kambi ambazo eh zinafanya tamthilia inayofahamika kwa jina la Ndoa. Tamthilia ambayo imechukua nafasi kubwa kwelikweli mitaani kwetu. Kwa sisi ambao tunatoka uswahilini, e, ukizungumzia tamthilia ya Ndoa ikifika jioni tutasikia Kiduchu. Eh. Hivi nyimbo inaimba nani? <laughs> eh? Amina kuna mmoja hivi anaitwa Hamisi. E bara, ile nyimbo anasema ameimba Miss Kamanda. Nazungumza na Kiduchu, mmoja kati ya wasanii ambao wanapatikana kunako tamthilia hiyo ya ndoa, wasanii ambao wana nafasi kubwa kwelikweli. Watu wanasema bila Kiduchu siwezi kuitazama tamthilia ya ndoa. Kiduchu maana yake nini? Tulianzia hapa na tutapoenda kuanzia tena. nini maana Kiduchu alisema kitu, ni, kitu kidogodogo na Mungu alikubali kusema kwa sababu mimi nimekuwa mdogo, acha nikuwa jina Kiduchu. Mwanzo nilikuwa nalikataa wakiniita nakasirika. Mm, lakini nikadizoea. <laughs> Mm. Sasa hivi kitu Kiduchu, na acha tunipigie kupitia Kiduchu. Mm. Mm. Mada mitandao ya kijamii wananiita Kiduchu. E, ndio. Mm. Kifupi sana yetu sana yetu ya maigizo tuliazaji mpaka kufikia hapa ambapo binafsi mimi nimekuona kupitia kwenye kazi hii ya ndoa, kuna sehemu ambapo tulipita mpaka tumefikia hapa eh ambapo ni wapi Nilipita kwa Chesco. Chesco msafi. Eh, Chesco msafi ni nikaja nikapita kwa Chibu. Ndo mm. nikafika hapa kwa Pasari brand. Ilikuwa mm. mm. ni rahisi kiasi gani ama ilikuwa je, liko kutana na Pasari? ni kawaida tu. Mm. Eh. Utane wapi sasa? Hapa hapa. Kwa maana ulikuja uliomba kaka, naomba niigize ama nane ni ambaye anaunganisha? Mm. Amna sisi wote wasanii kwao, nikaitwa tunje ushuti huko, nikaenda. Ah. Hadi mm. leo mwisho wa siku Pasali Sale amekuwa msanii amekuwa wake. Hapana, janiba. Eh, ama mwenyewe amekubali? Eh, <laughs> nimekubali mwenyewe. Mm. E, mwenye. mm. mm. Sasa so, watu nimekutana na hii swali wanajua wanajiuliza: huyu Kiduchu ni mtu mzima ama Kiduchu ni mtoto? Nakuuliza kuuliza mara mbili, watu wanataka wafahamu, huyu Kiduchu ambaye anamuona kwenye tamthilia ya Ndoa pamoja yote anayofanya yale, ni mtu mzima ama ni mtoto? Nipo katikati. Katikati. Mm. Si mtu mzima, sio mtoto. Eh ishirini e thelathini au kumi na ngapi hivi miaka ishirini e ishirini kamili mm -hmm. Mtu mzima mi najua mtu mzima, nazia miaka ishiri na tano kuna kuendelea. Mtu mzima zia miaka kumi na nane sawa, lakini yani tuseme ki majukumu yale ya kiutu uzima ni kuanzia kwa 25 hmm, kuendelea. Hali, hali ya mahusiano Kiduchu ipoje? Watu wanataka wanafahamu. Unajua, unapokuwa unaangalia hizi kazi, kila mtu anakuwa na dhamira yake. Kuna mtu ambaye ana dhamira hii, mwingine ana dhamira ile. Kiduchu, hali ya mahusiano yake ipoje? a ni mke wa mtu, b ni mpenzi wa mtu, c ni mchumba wa mtu, d hana mahusiano, hii hajihusishi nayo, mambo bado, yupo yupo kwanza, ama sanaa mbele kuliko mahusiano bado nipo nipo bado nipo niponipo nipo nipo, Nipo maanake nini? Sina mahusiano. Ulikuwa nayo baada ya mtu katengana naye, ama hujai kuwa naye? Nilikuwa naye mtu mm, katengana naye tengana, amekuachwa amemwacha? Kiduchu, oh, hmm, ki, ki, ni, ni mama ana mtoto, maana miaka ishirini ni mkubwa actually. Watu wajifungua miaka kumi na nane kumi na saba wana watoto. Kiduchu ana mtoto, ana miaka minne. Wewe una miaka ishirini na maana ulijifungua mtoto mm, huyu ukiwa -hmm, na miaka kumi na, huyu, na miaka... sita is it? kumi na sita Ah, tupige hapa kweli swali, Kiduchu ni mtu mzima ama ni mtoto? Kiduchu anasema yeye yupo katikati, sio mtu mzima, sio ni mtoto. na na mtoto wake anaitwa wa Rahma asmlcho mtu mzima aduna mtumezakoongela asante. Natamani nifahamu siku ambayo pasali anakupa stori kwanza kuambia bwana utacheza hivi, ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuyafanya yale ambayo kuwa unayafanya ama <coughs> ni rahisi kiasi gani? Ilikuwa ni ngumu, haielezeki. Ile ilikuwa ni ngumu lakini nilipoelewa kwamba ni kazi nikaifanya ipasavyo. Nilivozidi kushuti, nikawa nazoea tu, naona ni kawaida, ila mwanzo ilikuwa ngumu sana. Kumshika mtu ambaye hamna stori naye hamna nini, inakuwa changamoto kidogo kumshika, nina maanisha hapo? Sisi sikama zile sinema, mara sijui mshike mkono, mara sijui mfanye nini e inakuwa changamoto kwani kikawaida nje ya sanaa wewe ukikaa wewe na pasa leo unaishi mnaishi vipi? kama mtu aniake mm -hmm. Ni kama mtu na kaka yake akena mm. mm. Mazoea kabisa haya mtu mahusiano ada amahusiano ni mtu na kaka yake serious akenaili mm. mm -hmm. ambayo wasanii huwa kama mnaigiza mtu na mkewe, vi, mfanyagi, mna kama mna shika na mkewe, lazima uwe na maisha fulani hivi ya kuzoeana. Ninyi wamfanyagi mnakaa mnashikana shikana ndevu mpenzi mpenzini nini? Hapana, hapana. mm. mm. Atuko hivyo. Hivo mm. Wazazi wapo, baba yupo, mama yupo. E yote wapo <laughs> wanasemaje juu ya sanaa yako? Hawana niombea sana mpaka hapa nilipofika. mm. mm. Naesine dua zao, wazazi wananiombea sana mm. Mm. Mwanzoni zile zile sini ambazo, ama zile sini ambazo unashuti zile labda mara kiuno kipo hivi shanga kama inaonekana wazazi wanaona sawa, safi tu <laughs> ndoman kasema mwanzo ilikuwa ngumu, sababu mzazi anakupigia namba uache hicho anachokifanya, kama sana imekushinda au unashindwa kuambia, bwana pa mimi sishuti hivi, acha arudi. Lakini kadri kazi ilivyokuwa inazidi kupokelewa, wakaelewa kwamba ni kazi eh, ila kwa mimi waga namwambia mama, bwana usimwambie mzee angalie Ah. hey, waga namwambia kabisa, asiangalie mwambie tu asiangalie. Huyu ni mama ambaye anaongea naye, hey, anasema sawa, ila yee waga naangalia, mama. Eh, kwa sababu mama ni yani, hey, niseme ni rafiki. Kwa hiyo kama na kitu changu naweza nikamwambia bwana, hivi na hivi, ah na hivi na hivi. Mama, mm, hey, akiona gazeti za shangashanga zile, kiuno umemtegea hivi, pasariua nasemaje Hapana semi chochote, ila mwanzo ndio alikuwa analeta kaugumu mm. eh, baada kukaa naye chini na kumwelekeza kwamba kanipo kazini, akanielewa kiukweli. baba babajikuona kuona kidogo, sidhani huko kwenye mitandao, labda kama aliona akaamua tu kumyuti kwamba ni mtoto wangu. Siwezi nikamwambia hivi na hivi na hivi, ila najua ipo kazini mm. Sijajua ila nahisi mpaka sasa hivi atakuwa tukaona mama kuambii, kwa kwamba baba yako kaona kitu fulani, kaniuliza aje niambie. Mm, aje niambie. Lakini wewe binafsi unahisi baba yupo sahihi ama yupo sahihi ku ku ku ku ku kulichukulia kama vile ni kitu kibaya kile ambacho unakiigiza? Maana kuna muda vitu vingine unaifanya hadi mimi nasema Kiduchu huyu, unajua wewe mwenyewe ambaye wewe ndio mwigizaji sasa sasa hii ni kazi e, ni kazi inasomesha mtoto inafanya nini kwao, lazima aiheshimu, mm. ila tu waga na nisi usijua kama unafanya kweli, unajifanya unaingiza hapo, unafanya kweli, wagana niambiaga hivyo nalea mwenyewe

Hmm. Siseme nyie <laughs> labda we ulimwambia mimi niache kidogo, nipo na kazi, akaona na mambo mengi, labda nakuhitaji muda huna, ndo maana akaenda kuchukua mke mwingine akaoa. Hapana, mimi sanaa nimeacha sanaa nimeanza, baada ya kuachana naye ndo nimeanza sanaa. Kipi sasa kilikupelekea wengia wenye sanaa? Ni maumivu? Maanake nini? Nilikuwa nao toka toka mdogo ila sikuwa naitilia ile maanani kwamba naweza au vipi, ila nilikuwa nikiona watu hivi wanashuti nini natamani, lakini nikaja nikaipotezea. Ila baada sa kuona nini, si unajua TikTok nayo inahamasisha sana e, kwayo nikawa najikuta ni maana, nikifanya hivi naweza, mbona nikifanya hivi na, naweza

ilikuwa elfu mbili na elfu mbili na sijui ishirini na moja, sijui ishirini na mbili, ishirini na tatu. Maana kama elfu mbili na ishirini na tatu umeanza sanaa ye, umedumu naye kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili elfu mbili ishirini na mbili kidogo mwaka mmoja tu. Mtu azana kweli sisi, kama ulimpenda uliumia kuachana naye, pole. Anshazoe. Kifupi wewe binafsi tamthilia ya ndoa imekuletea nini? Mbali mbali na kwamba ulikuwa hujulikani, sasa hivi unajulikana, kuna vitu ambavyo tumetume tunajivunia tunavyo, ama tunamiliki muda huu, tunasema nimevipata kupitia tamthilia hii ya ndoa. E, mm. mm. Ni vingi tu. Japo sio vingi sana. Kila ni vingi. Alo maisha naenda. Eh, Mungu anasaidia. Mm. Zile komenti ambazo watu wao wana komenti kwenye zile sini. Wewe binafsi unazisoma? Ndio nazisoma komenti. Za mazoea zinakukatisha tamaa, unasema da sitamani na takuendelea. Zipo na, ila panapotakiwa kuongeza juhudi unaongeza, na siyo mm. mm -hmm, kila unachoambiwa unatakiwa ukiweke kichwani. Unapo mm, e, unapokosolewa inabidi ukubali. Komenti mm. mm -hmm. ipi ambayo ulishaisoma ili kuumiza? Kama inakatisha tamaa toka uwache kuigiza nilisomaga mmoja kwamba huyu ana wazazi anafanyaje vitu kama hivi. Nakumbuka nikamwambia hadi mama, lakini yeye ndo alikuwa kwanza kunipa kunipa sapoti kama mama. hmm. hmm. anafahamu na, na, hii ni sanaa. Sasa ni kama kuna shida siku ambayo pasali anakuambia usika wako ni huu, ulisi karakta yako inakwenda kutibu nini, ama unafundisha nini jamii, kwa kuwa ndo ilikuwa malanga kwanza kucheza yani karakta kama yane na tuseme kuaiko kwenye main karakta, sikuchukulia maanani hivo, ila nilivyozidi kuendelea kushuti, nilijua na nafundisha watu kwamba wni, kwa niseme, wawe karibu na waume zao yane, wa yane karibu na siu, nisemeje wawe karibu na wanaume zao ina ndoa zao, eh, ndoa zao. yani mwanamke aliyeolewa asijisahau mm. Ni kwamba mdada wa kazi yupo, akakaa chini, akajiachia kwamba atapika, atafua, ataandaa chakula, labda ataandaa maji ndio. mm. Nikikwambia muelezee Lydia ni mwanamke ama ni mke wa dizaini gani? <laughs> <laughs> Lydia ni kibuli mm. kibuli mkali, hajali kwamba mwanaume wangu saizi asubuhi anatakiwa auge ni mwandalie chai mm -hmm. ni mweke sawa ndo aende kazini mm -hmm. ili alijui. Yeye yeah, anachojua kwamba ni kutaptapu screen <laughs> <laughs> kushare live eh, kushare live, mara kaoga, tukaenda dukani mm -hmm. ama kwenye mizunguko yake isiyo mm -hmm. na faida. Kitokea hapa sasa, ile akakupa nafasi ile ambayo unahitaji amtoe lead ya unahisi unaweza kwa beba nyumba kwa kama mama wa nyumba eh, naibeba <laughs>

Hivi kwenye mitego yote ambayo ulifanya upi ambao ilikugea shida sana kwenye kushuti? Ama mlirudia sana hadi mwenye kawa, nano, nano, maa, iki, kwa unaona noma. Eh, kienda sio itakuaje? Na hizi ni tatu. Mhm. Kuna ile ile ya kitandani ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa. Na chumani kwako? Mbali kwake. Ile ambayo ulikuwa unaogopa imeenda sio ipanya? Ah, uh, kuna ile ile ile ilikuwa ndoto nampandia kitandani. Ya pili ile nimeangusha nimeangusha chupi zipi? Ile chupi kama ilikuwa kubwa. <laughs> E, alafu ah. <coughs> yeah. Na na ile niloangusha tano. Ilikuwa ngumu. Huwa na wewe, kabla haijaenda, huwa nakaa unazitazama zile Um, na mimi nikisha shuti nasubiri postiwe hmm. Ndo naangalia kuna hmm. hmm. wale ambao wanakuja kwa DM huku kwa kushambulia ku, ku, ku, ku, ku, maneno nini na nini, hawakosi watu wa hivyo. una ah, wajibu wewe hapana waga sijibu hmm. hmm. Kaka, tako ngumu ndo hivyo. Utafanyaje? Ndo kazi tena Ndo kazi sasa. Huwezi kaikataa kazi uliochagua, lazima uifanye ipasavyo. Ya ndoa? Hapana, kazi yako ngumu, ni ngumu kweli, kwa sababu ndiye hali, labda mfano umetembaba, umetoka, umeenda dukani, yule mtoto, ina maana watu wazima wanakuangalia, mtoto huyu kumbe. Eh, na kibao

Vile ambavyo Pasale amekudokeza, maana hii itaenda hivi hivi. Mwisho wa siku, Pasale anakataa kila siku, kasi wanakataa au ipo siku kwamba jimbo litakuwa lako mm. kwa hapo sijajua, ila najitahidi tu kuongeza juhudi nione nitafikia wapi. Kuna juhudi ya kuifanya tena, yaani uliyofanya ile zaidi ya kumi yote ya mwamba, labda sasa ukaloge. Mimi nakushauri iko, yaani kama kuna mwandishi ambaye kama Pasale ndo anachora story, mwambie atengeneze, ndipo hivi utamtafuta mganga, maana kila kitu uchafanya Hapana, mapenzi watu a wa hawarudi si kumvuta ah, ah, tu ayo wako. Ah, viko vingi, kama mtoto wa kike unataka ujiongeze, vingi mtu anafunga tai, mtu amempelekea chakula ofisini, mtu si ndo hivyo atakubali tu kukuna, kukuna, hapana, kusabua, na shida kwenye mwanaume wake hapana. Ni vile tu kwa sababu anampenda mkewe sana mm. na watu mm, mm, hivi wapo? Wapo, eh? wapo ila sio wote wapo ila sio wote wapo, wachache sana mwingine, sasa hivi tayari mtego wa kwanza tule aishautegua Hivi kuna namna yote haya ambayo unaigiza kwenye ndoa alisha kugusa maisha yako, au labda kuna mtoko karibu ishakutana naye ishakuwa mfanyakazi wa ndani afa mtakabosi wake mm? kuna dm kama tano mm, za hivyo nishakutana nazo. Mtoto wa kike nakwambia mi nilikuwa nafanya hivi na hivi na hivi, bosi hivi na hivi Yeah, tuma meseji DM kwamba bosi wangu nikuwa na na namfanyia mm. ni mm. ah, wow, kama hivyo lakini hanielewi. Basi nasoma tu, ila anacheka. Hapana, sijawahi kujibu. Walau ningesoma mbinu yake nitumie. Hapana. Sasa wale ambao wanaamini y kwamba yale ambao unayafanya wewe ndio maisha yako, yale ambao unayafanya kama vile unakosea, una, una, una tunawaambiaje, watumie <coughs> ujumbe uwafikie <coughs> chakuambia kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine, kwa hiyo yu... Usimjaji mtu unajua kabisa pale ni wa, ni tuseme ni kazi kama kazi nyingine, kwa uwezi kumjaji mtu, vile ndo alivyo, sijui labda anavyomtegesha media yake, labda ndo anavyoishi nje au yale mavazi. Maana na, na simu sana kuhusu yale mavazi naovaa kwenye ndoa kwamba we anavaa nguo fupi. Hapana, mimi siko hivyo, navaa pale naposhuti, nikimaliza na basi ni Ivi hata kawaida unavaa unavaa leo hapa ambazo mtaani unatuletea kwenye kazi ongea chochote labda kwa mashabiki zako watu ambao wanapenda kazi za kiduchu watu ambao wanapenda tamthilia ya ndoa Mm, napenda kuambia kwamba wafuatilie kazi zetu. Kazi tunazo nyingi sana za kuzifuatilia. Kuna sweet kila, kuna hiyo Love My Wife nafikiri imeisha. Kuna kazi mpya tena inatoka, kwa hiyo wakae tayari kuangalia na ndoa, endelee kutusapoti zaidi eh. Sawa. Tumalize la mwisho nilikuuliza ile swali Challenge ambayo tumewafanyia wasanii wote ambao wapo wenye tamthilia ya ndoa. Kama hujui sema sijui, mambo siwe mengi. Waziri wa sanaa na michezo wa Tanzania anaitwa nani? Sijui. Sijui. Mambo siwe mengi, hujui <coughs> Sawa. Mimi nashukuru kwa muda wako bwana <coughs> Asante. Bwana ni msanii mwingine ambaye anapatikana kwenye tamthilia hii ya ndoa moja kati ya tamthilia ambazo. E, mtani kwetu kule ambapo tuna, tunaishi ikifika muda saa 12 naamini kila mtu anaitazama tamthilia ambayo hadi sasa hivi ipo kama sio sema 55 56 57 hivi nenda kaitazame kama ni miongoni mwa watu ambao wanapenda tamthilia hizi za mahusiano drama fulani hivi za kichokozi chokozi naamini ndio itakuwa tamthilia bora kwa sasa kuweza kuitazama sawa so, mengi nimezungumza lakini kubwa zaidi kuhusiana na sanaa ya kiduchu samama na maisha yake walau kwa ufupi. Hebu tuambie kitu ambacho unahisi kitakuwa kinajenga ama kitakuwa kinamjenga Kiduchu, tuambie vile ambavyo unapenda sana yake kuanzia ya kule ambapo umemwona mpaka hapa kwenye tamthilia hii ya ndoa. Kama kuna kitu ambacho tumekizungumza hapa kimekukwaza, tusamehe, sisi ni binadamu. Kama kuna kitu ambacho tumekizungumza umekifurahia, pia tuambie kwenye comment. Maneno mabaya huwa yanaumiza always, hamna mtu ambaye anapenda maneno mabaya. Mwisho kabisa nikuambie kama ndo mara yako kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu Nyundo TV usisahau kusubscribe lakini kubwa zaidi usisahau kumfollow Kiduchu TikTok tupo hujasema hiyo <coughs> TikTok natumia Kiduchu na Instagram Kiduchu pia hmm. mm -hmm. kwa wewe ni shabiki kwa wewe kama ni shabiki wa Kiduchu nenda kumfollow TikTok jina la Kiduchu na Instagram jina la Kiduchu. Usisahau kusubscribe YouTube channel yao, nenda ka subscribe ka kaliki na ku comment ka subscribe tamsili, yani YouTube channel inaitwa Pasal Brandi, kuna Pasal Film sambamba na Pasal Movie. Kama ndo maana kwa kwanza kutazama video kwenye YouTube channel yetu, basi usisahau kusubscribe hii YouTube channel yetu, inaitwa Nyuno TV. Thanks for watching.